Shughuli za ujenzi wa barabara ya Hulahula hula kuelekea Marsabit zilikatizwa baada ya wa wakazi kuandamana na kufunga barabara hiyo kwa mawe. Wakazi hao wa Marsabit wamelalamikia kunyimwa nafasi za kazi. Wamedai kuwa walihaidiwa kazi kwa watu 20 kutoka kila lokesheni, ahadi ambayo wanadai haijatimia. Na kama hakuna kazi, umesema hakuna la Tumegawanya hizo mabasi ishirini kwa kata nne, yani location tatu ambazo ni Nagayo, Mountain, Njirime na nda, ndakabawotndakabarisha. Katika kaunti ya Meru baadhi ya wa wakazi wamelalamikia kucheleweshwa kwa ujenzi wa barabara ya mate inayounganisha kaunti za Meru, Tharaka Nithi na Embu. Inadaiwa kuwa barabara hiyo ilianza kukarabatiwa mwaka wa 1963. Wenyeji wamedai kuwa siasa za Meru zimechangia kukwama kwa ujenzi wake. Viongozi wetu wanakuwa na shida na hiyo maneno kupinzani, kupinga pinga, kupinga pinga. Asante na sasa, Mungu akijalia tu iishe tutafurahi sana. Na hatimaye katika kaunti ya Kilifi, Polisi wamewataka wahudumu wa bodaboda kuheshimu sheria za kupisha magari ya kuzima moto, ambulensi na zile za viongozi wa hadhi ya juu ili kuzuia visa vya ajali. Katika mkutano wa kuhamasisha wahudumu hao mjini Malindi, OCPD wa eneo hilo Matawa Mshangi amewaomba wahudumu hao kufuata sheria za trafiki. Ama una unakatia katikati ya gari mbili. Hii mwili yako ukiguzwa kidogo tu umekula rambo. Kuna helmet, kuna nini? eh? Hujafikisha miaka ishirini, umekuwa kibogoyo. Afisa huyo alitangaza kuwa pikipiki zilizonaswa barabarani na kutelekezwa kwa polisi kwa muda mrefu zitapigwa mnada hivi karibuni. Chris Oyer, QTV.